Na muda wa kumwambia Mungu, niongezee imani, nijaze imani. Inawezekana sitoki hapa kwa sababu imani yangu iko chini. Mwambie Mungu, niongezee imani. Kama anaweza kutuongezea nguvu za Roho Mtakatifu, ana uwezo pia wa kutuongezea imani. Mwambie Roho wa Mungu, nifundishe kuiweka imani hii kwenye matendo, ili jambo hili ninalolipitia, jambo hili ninaloliombea, niweze kumwona Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama anatufundisha namna ambavyo alisimama kuiweka imani moyoni mwake. Unapojitazama kwenye eneo unaloliombea ndani yako, umeiweka imani yenye kiwango cha kukuvusha kwenye hilo jambo? Bwana Yesu asifiwe. Au umefika mahali umekata tamaa, uombei tena hilo jambo? Inawezekana saa nyingine umekata tamaa, hilo eneo uliombei tena, umeahirisha maombi hayo, umeingia kwenye maombi mengine. Mungu anapotazama anaona viporo vya maombi ndani yako, jambo hilo alijaisha na umeshindwa kuendelea kuliombea kwa sababu umekata tamaa. Usikate tamaa, Mungu wetu anaweza. Haleluya! Mungu wetu anaweza, Mungu wetu anafanya, Mungu wetu anatenda, Mungu wetu anasikia. Haleluya! anachotaka tu maombi yako yasukumwe na imani, kwa sababu kuna mahali maombi hayawezi kufika, lakini imani itafika. Haleluya! tamani ndani yako kubeba imani kubwa ya kusababisha mabadiliko hapo ofisini. Usikimbie hiyo ofisi kwa sababu ya vita tengeneza imani hapo ya kutamka ufalme wa mungu kwa maombi na mungu ataonekana usiache hiyo biashara kwa sababu ya vita tengeneza imani kwenye hiyo biashara ya kutamka ufalme wa mungu kwenye hiyo biashara na mungu ataonekana kwenye hiyo biashara haita collapse, haita kufa bwana yesu asifiwe ndicho kitu mungu anachotaka ndani yako jifunze kwa mama huyu ambaye ametokwa na damu kwa muda wa miaka kumi na mbili hakikuwa jaribu dogo Haikuwa msiba mdogo wapendwa. Ni kitu ambacho kilimtenganisha na wanadamu wenzake, ni kitu ambacho kilimfanya ajione kuwa ni najisi. Lakini saa ya Bwana ilipofika, yule mama aliiweka imani kwenye matendo. Kilichomsaidia ni imani yake iliyowekwa kwenye matendo, na akaamua kumwamini Kristo kwamba anaweza kumtoa kwenye hiyo shida. Saa nyingine jikilie uwezo wa Mungu kwa imani kwenye hilo jambo, jikilie nguvu za Mungu kwa imani kwenye hilo jambo. Jikilie udhihirisho wa Mungu kwa imani kwenye hilo jambo. Jinsi unavyokili, ndivyo Mungu anavyojifunua kwenye hilo eneo kili kwamba Mungu wako anaweza, hata kama mazingira bado ni magumu. Inawezekana ukawa unaomba hadi ikawa mbaya, lakini amini ya kwamba Mungu yuko hapo. Amini ya kwamba Mungu anakwenda kutenda. Amini ya kwamba Mungu anakwenda kujibu. Saa nyingine unaweza ukawa unamlilia Mungu kwenye hilo eneo, ndio vurugu zinakuwa nyingi. Kaa kwenye imani, mwambie Mungu, ninajua saa ni sasa na saa imefika, nitatoka kwenye hilo jambo. Haleluya! Ndivyo Mungu anavyotamani kuona tukikaa kwenye imani iyo imani ikiwa ndani yetu, sisi ni wengi hapa Mbezi Beach, morning glory itabadilika. Kila mtu akikaa kwenye imani hiyo yako, tamka ya, ya kwamba tunataka kumuona Mungu akiachilia uamsho wa watu kuja kwenye ibada asubuhi. Yaani, kwa imani nakuja, Mungu anafanya kwa viwango. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mungu akusaidie kuomba kwa bidii, lakini pia kuishi imani kwa matendo, maana bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jenga imani kwenye familia yako, jenga imani kwenye mazingira ya kazini. Kuna watu wamepewa majina ni wachungaji, wengine wamepewa majina ni wainjilisti, wengine wamepewa majina ya kitumishi ndani yao. Kwa sababu gani? Kuna vitu walivisimamisha kwa imani kwenye hiyo ofisi na wengine wakajua. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na mtoto wangu mmoja wa kiroho ofisini, nikitokea jambo, wanamwita mama mchungaji. Sio mama mchungaji, lakini wanaona mungu wake kwamba yeye ndani yake kuna Mungu amempa cheo cha mama mchungaji. Likitokea jambo, wanasema tunamsubiri mama mchungaji aje aitishe maombi hapa, na wakiomba Mungu anafanya. Kwa nini? Imani iliyoko ndani yako itawasababisha wengine wamjue Mungu. Haleluya. Roho Mungu atusaidie sana, tutamani ndani ya mioyo yetu kuweka imani, lakini pia jua imani Mungu anaitazama ya kwako binafsi. Omba imani ya kwako binafsi. Haleluya. Mwambie Mungu, nipe imani ya kwangu binafsi. Atakapokupa hiyo imani itakusaidia kusimama mwenyewe, hata kama wengine wamekata tamaa. Tusimame, haleluya. Mwambie Mungu akujaze imani ya kwako binafsi, akupe imani ya kwako binafsi itakayokusaidia kutamka, itakayokusaidia kukiri na kuiweka imani kwenye matendo. Mwambie Bwana Yesu, inawezekana, imani yangu kutokana na mapito niliyopitia, changamoto nilizopitia imani yangu ime, ime, imepigwa. Imani yangu imeshuka, nahitaji uniongezee imani kubwa uliyoiweka ndani ya huyu mama ikamsaidia kutoka kwenye hilo jaribu. Yesu aliiona imani yake, ndio maana akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Kwa hiyo imani ina uwezo wa kusababisha uponyaji kwenye maeneo mengi. Twende mbele za Bwana kwa ajili ya maombi. Sema, Bwana Yesu, wewe ni Mungu, ninakupenda, hakuna Mungu kama wewe Asante kwa neema yako ya somo la imani, nimekuja kwako, ninaomba rehema. Kama sijafika kwenye kiwango cha imani uliyokuwa unataka ili nivuke kwenye hili jambo, ninaomba hiyo neema, Baba, ya kuwa na imani itakayosababisha matokeo makubwa, itakayosababisha mabadiliko. Kwa jina la Yesu nipe imani ya kwangu, achilia imani kwenye moyo wangu imani itakayonisaidia kuvuka kwenye haya mapito kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu nina kataa chochote kinachoshambulia imani yangu. Ulimwengu wa roho, achia kwa jina la Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, kwa achia kwa damu ya Yesu. Ninafuta kila mahubiri ya adui kwenye nafsi yangu yanayoifanya imani yangu ipungue katika jina la Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu haya manong'onezo ya shetani, nafuta kwa jina la Yesu haya maneno ya shetani, haya mahubiri ya shetani kwenye nafsi, nafuta kwa jina la Yesu. Ninaomba unipe imani kubwa itakayosababisha niangushe milima iliyosimama mbele yangu, iliyosimama hapo kazini, iliyosimama kwenye afya, iliyosimama kwenye biashara, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu katika damu ya Yesu katika damu ya Yesu, wewe ni Mungu nimekuja kwako. Kwa Bwana nahitaji imani kubwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu lia hai, nipe roho ya kuweka imani kwenye matendo, nipe kiu ya kusoma neno la Mungu, nipe kiu ya kulisikiliza neno lako katika jina la Yesu, nipe kiu ya kuomba katika jina la Yesu. Asante Mwaminifu, maana umesikia maombi yangu katika jina la Yesu amen. Shika sadaka yako, tumshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante kwa kutupa neema ya kuja kwenye madhabahu yako na kusikia neno lako la uzima. Kwenye madhabahu ya Mungu tunatamani kukuona wewe kwenye eneo la imani. Bila imani, maisha yetu ya kiroho hayawezi kuchanua, hayawezi kuongezeka Kiu yetu Baba, tuishi kwenye imani kwenye dunia hii, na tuwashangaze wengine, wamtake Mungu wetu. Nisaidie mimi, nisaidie kila uliyempa neema kuja kwenye madhabahu hii, tuongeze imani kubwa. Bwana, tupe kuishi imani katika matendo, maana imani pia imebebwa na matendo. Hii sadaka ikawe ni alama ulimwengu wa roho wa kuinua imani zetu. Ile roho ya kukata tamani na ikataa ile roho ya kuchoka ninaikataa. Ile roho ya kuzimia njiani ninaikataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti yaria, bali ninaiachilia damu yako ikasimame nasi kwa sadaka hii, kutufungua kwenye haya maeneo. Kama ni upinzani wa nguvu za giza, tunaukataa kwa jina la Yesu. Kama ni upinzani wa roho za miungu na mizimu, ninaukataa kwa jina la Yesu. Mashambulizi yoyote yanayoshambulia imani zetu ninakataa kwa jina la Yesu. Yanayoshambulia imani za watoto wetu ninakataa kwa jina la Yesu. Yanayoshambulia imani za waume zetu ninakataa kwa jina la Yesu. Yanayoshambulia imani za wake zetu ninakataa kwa jina la Yesu. Ninainyunyiza damu yako Bwana, ikatusaidie kuongezeka kiimani. Lakini sadaka hii pia Bwana ikaondoe mapooza kwenye uchumi wetu. Tuna kataa roho ya mapooza tuna kataa roho za madeni katika jina la Yesu, hii sadaka Baba ikatupe kibali kwenye malango yetu ya uchumi, iwe ni kazini tukapate kibali, iwe ni kwenye biashara tukapate kibali, iwe ni kwenye huduma tukapate kibali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Mungu mwaminifu, maana uko pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari, katika jina la Yesu, amen. Pokee okay, baraka za Bwana sisi ambao Mungu ametupa hii neema ya kuja kwenye ibada hii ya masifu ya asubuhi. Bwana Mungu atubarikie na kutulinda Bwana Mungu atuangazie nuru za uso wake na kutufadhili. Bwana Mungu atuinulie wa uso wake na kutupa amani kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Karibuni tumtolee Bwana sadaka kwa furaha.